William Ruto ameahidi kuwa tahakikisha msitu wa Mau unahifadhiwa kwa kuzingatia sana upanzi wa miti katika msitu huo, akiongeza kuwa kwa kila mwaka watahakikisha wanapanda miti kwenye ardhi ya hekari takriban elfu saba kwa kuwa miti mingi katika sehemu kubwa ya msitu huo imekatwa. Kando na hayo amewaahidi wakazi wa Nakuru kuwa atakuwa naanzisha ujenzi wa barabara kuu ya Rironi Mau Summit mwezi ujao. Kutokana na ukataji miti ambao umekuwa ukiendelea katika msitu wa Mau, Rais William Ruto amesikitika kuwa miti iliyoko katika zaidi ya ekari elfu themanini ya msitu wa Mau imekatwa, na wakati umefika wa kupanda miti mingine, akiweka bayana kuwa kwa kila mwaka wanapania kupanda miti katika ekari zaidi ya elfu saba ili kuhakikisha msitu ule hauendelei kuharibiwa. 33,000 hectares of Mau forest requires restoration because it is degraded. Na watu wamekata miti na sehemu hiyo imeharibika na ndio tumeanza safari hiyo. Every year we are going to do 3,000 hectares so that in 10 years We will have restored 33,000 hectares of Mau forest. Ensuring that forest restoration becomes both an environmental and an economic revolution aligned to the bottom up economic transformation agenda. Na katika azma ya upanzi wa miti bilioni 15 Rais Ruto amehakiki kuwa watatilia maanani kupanda baadhi ya miti ile katika msitu wa Mau wengi hawakuamini ya kwamba tuko na mpango ya msitu wa mau wengi walikuwa wanaongea porojo na fitina kuhusu msitu wa mau wengi wanaongea hawana mpango but we have a comprehensive plan on how to restore mau forest and use it as a source of livelihood and use it as a source of water for all our rivers and to make sure that we can derive benefits from Mau Forest. Akiendeleza ziara yake katika kaunti ya Nakuru, Rais Ruto aidha ametangaza atakuwa anaanzisha ujenzi wa barabara kuu ya Rironi Mau Summit mwezi ujao. Kando na barabara ile, Rais Ruto amebaini kuwa wanapeleka bungeni mswada wa kuhakikisha wanapata fedha za kuendelea na ujenzi wa barabara zingine nchini. Hii barabara yenu ya kutoka Nairobi kuja Nakuru mpaka Mau Summit tunaanzisha mwezi ujao, na tunaanzisha mwezi ujao kwa sababu tumeweka mpango maalum ambayo inaleta private sector katika ujenzi wa barabara. Siku ya Jumanne, Rais Ruto anatarajiwa kuendelea na ziara yake katika maeneo bunge mengine ya kaunti ya Nakuru. Zablon Mashare, Undugu TV.